Sasa unajua huko uh, uh, kwanza uh, huko uh, uh, ni uh, ni uongo. Anti mimi hajaniandikia talaka. Kwa nini anti aniandikie ania, talaka? Mimi talaka niliandika mwenyewe. Ehe, uh -huh. Kwa hiyo hizo ni story ambazo mimi mwenyewe pia nazisikiaga nazi, nazi, nazi, nazi, kwamba watu wanasema mimi nimeandikiwa talaka na anti. Lakini mimi sikuandikiwa na anti. Hata yeye mwenyewe nani shishi alichaiwa kusema kwamba umeandikiwa talaka na anti. Lakini mimi sikuandikiwa talaka na anti. Mimi niliandika mwenyewe. Nimeona kwamba tunapokwenda tunashindwana na dini yetu inaruhusu kwamba mnapoona kwamba mmeshindwana, basi muweze kuachana kwa, kwa wema. Mimi nikafanya hivyo, lakini hata kuniandikia talaka roja Wallahi. Ana sasa, yule unajua, ni alikuwa ni kama ni kama mama yangu. Wewe mwenyewe unajua yule ni kama mama yangu kwa hapa town. Kwa hiyo, ninapopata tatizo, mara nyingi nilikuwa nampelekea tatizo lolote. Anajua matatizo mengi na raha nyingi ambazo mimi nishawahi kupitia, kwa sababu nikipata lolote, simu yangu ya kwanza nakuaga kwake kwa bwana, kuna tatizo moja mbili tatu, ananishauri tufanye hivi, tupite njia hii. Kwa hiyo mimi nienda nikapeleka nika, nika tatizo nikapokea ushauri nikafanya nikachuja nikaona nika mazuri nikafanyia kazi yeah. okay, Rommy, uh, mimi naamini kwenye maisha yangu na maadui, ingawa sio wengi, sio kama, umeelewa? Kwa sababu hakuna binadamu ambaye hana maadui. Inawezekana hata rafiki yako wa karibu anaweza akawa ndo adui, yeah, ndo adui yako. Lakini kinachokuja kutokea ni kwamba taarifa tu zilitufikia mimi, zilinifikia kwamba kuna namna, kuna baadhi ya watu wamekusanya waandishi wa habari wa wamekwenda nao mahali, wamejua leo tuna pressi wamekwenda kulewa nao ili wawachanganye wasifike kwenye press. Wamelewa nao sana, sijui umenielewa eh, kwa kujua labda press hii itakuwa tumeenda labda tunaenda kuwazungumzia wao, kumbe sisi tuna vitu vingine tunakuja kutangaza na ule ule. Waandishi wakashindwa, kwa hiyo, kuwataja, walishindwa, wengi, kwa hiyo siwezi kuwataja lakini waandishi walishindwa wengi, walikuwa na mahengo baada ya kwenda kunyweshwa pombe nyingi sana wakapotea, kila nikipiga simu waandishi wanazuga hivi vile. Ndio bwana, nikasema waandishi kweli, watu wenye nguvu na pesa, kaulia pombe, wanawafanya wasije kwenye presi yangu, waandishi watano sita. Hiyo vita ni kali, watu wakikaa wanatangaza amani, lakini nyuma wameficha mapanga mzee, right. Kwa sababu na wao si wana wanaficha vita, hizi ziko nyuma kwa sababu na wao wanajificha, nami naficha kwao, tunapambana nyuma mbele, hivi tuna-tunachekeana lakini, na wao siku watakapotoka mbele kabisa kwamba wame unajua wama unajua, binadamu najua sisi huu ni mwili tu, kuna ndani. Na sisi na wao watapotoka kwenye hadharani kusema kwamba sasa sasa tuna vita, basi nami nitakuja kukombea hoja, sababu wale nilikwambia, ndo wale, ndo sasa hoja ni watu, ni mtu akiwa na watu Najua tena mtu anakuwa mtu, lakini kama mfano mimi nakuwa na ndugu zangu wawili watatu, sielewa tunapanga, jamani, mbona tumeona hichi kitu huyu, kama asija kaenda kuharibu mipango fulani fulani, huyu sasa cha kufanya hapa, tuite waandishi hao, tuwakesheshe hao, wachoke hao, ili kesho sisi tusifanye ile jambo. Na kweli, bwana, waandishi walichoka, piga sana simu. Inahusiana nini na kazi yako? Inahusiana kwamba mimi nina shida na wanyinyi wa, wa, wa, wa, wa wa waandishi sasa, kama wewe waandishi wa kwa hiyo mbona wale waandishi wako hapa, si ndio maana yake? jana <laughs> walikaa kwenye energy nzuri, na jana nikajua nafanyaje, coordinator nikampata mzuri, au nataka mpaka ni mtaji ni, ndo akapambana kuwaleta, yani kapambana sana yani, wewe mpaka waandishi wenyewe mfiga hapa kwanza, ni coordinator nini, nikapambana sana yeah. So, hey, so, kuna watu wa washazuiwa mpaka hata kufanya interview na mimi. Ah, sijamtaja, sijasema kama ndo huyo mi, na madui wengine wengi. Mi nimeanza kupiga picha muda kaka, na madui wengine napiga picha zaidi mwaka wa kumi kama sio wa kumi na mbili, na madui wengine wengi sasa. Sasa shishi kwa nini na uadui na mimi, kwa kilizi kigani anachokipata hilo. Kama sasa na, na okay. sa <gamy recognize> mimi sijajua, ndio maana nataka nikwambie kitu. Mimi sijui wao walikuwa na bondi gani, ama wao walikuwa wana ishu gani, wapo katika mahusiano yao sawa, mpaka saa hizi yule anazidi kumuakuzi yule lakini unajua alisemwalo ulipo kama alipo linaweza likawa linakuja na ndio maana na, najaribu kukwambia kwamba mtu anaweza kawa anatangaza amani. Unajua hakuna kitu kibaya kama mtu kukufanyia kitu nyuma ya pazia. Na wewe tumekaa kwenye kiti, mimi nakukanyaga. Wewe ukinipiga kofi, watakuona wewe mbaya, kumbe mi nilikukanyaga huku chini, ambasiju kama unanipata, nielewe kama una dii, yani mbili hivi vitu huwezi kuvipata Yaani mtu anakutekenya chini kwa chini. Wewe huna nguvu ya kupambania chini unaenda kusema kwa watu wakupe msaada. Kwa kusema msaada watu wanakuona mjinga ni uja uja, move on. Bwana mzee afanye chochote hana muda na wewe. Yaani kwa hiyo ninu ni mtu anatakiwa asikilizwe. You never know. Anatakiwa asikilizwe. Lakini kwa upande wangu mimi hakuna uadui yoyote. Lakini kwake anatakiwa angalie asisikilizwe. Kuna mimi na shimo na unamwita jina na mimi kile ambacho naongea nuru na ukweli kwa asili mengi kwa sababu namjua mtu ambaye umeishi naye pia. Uh, kuishi na mtu haimaanishi kwamba unamjua sana. Mimi simjui sana so, uh, eh simjui sana lakini. Kwa hiyo kwa kweli yaani kweli kweli nimeishi naye, lakini si kwamba ndio namjua, kwa sababu unajua hata yeye mwenyewe mimi pia anijui I'm telling you. Eh, hata yeye mwenyewe hata mwenyewe kumwambia kama mimi anijua yeye mwenyewe pia anijui, anijua, anijua kidogo sana Inawezekana kuna vitu ambavyo unavifanya sasa hivi, sasa hivi akiviona anashangaa kwamba ah. Kwani tunajua kuna watu walikuwa ma stars baadaye tukajua kumbe sio stars, sio mimi, nielewa. Kwa hiyo watu, mtu kumjua ni ngumu. Mimi, mimi nachotaka nimwambieni kwamba jambo limeenda, waandishi kama ndo wao oh, wamefika sijui, nielewa na tumefanya. Kwa hakuna chochote anachoweza kukomisha kwenye maisha haya kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo, ndo mpangaji wa kila kitu na ndo anapanga riziki za watu na wariziki wa, wa na, na, na, na, na, na, na riziki zao wanazopata kwa sababu wanapata nyingi sana basi na sisi hata hizi ndogondogo wasio wanatuwekea ma, nani mageti tupite na, na, na, na sisi tufike. Kwa nini? <laughs> <laughs> Sasa kivipi, uloja unataka kunilazimisha sasa, umenielewa? Nataka kunidrag kwenye vitu ambavyo kuna muda mudaaviawasi <laughs> mingi sana 2012, 2013, 2020, 2024.

tangu kama ni mwaka wa tatu sasa, umekaa kiti ya mama Samia, watu nakuzana Rommy anataka kuingia kwenye siasa. Okay, Rommy labda napingia, anakuja na kampeni yake. Tumeona watu wengi wanakuja na kampeni.